Wa Mungu. Unaotenda bila msaada wa mwanadamu, nguvu za Mungu zinafanya kazi pasipo kutegemea msaada wa mwanadamu. Haleluya! Kanisa, ondoa hofu ndani yako, ondoa uoga ndani yako. Tumesoma kitabu cha Warumi sura ya nane na mstari wa alama hii so ya mshangao. Nasoma maandiko, kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo nukta, bali mlipokea roho ya kufanywa wana tuambia ambayo amina hapa haamkat Yani, mta Baba, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu yakuwa sisi tu watoto wa Mungu, alama ya mshangao. Sasa Amen. Amen. Amen. Amen, kama tunaambiwa sisi tumefanywa kuwa watoto wa Yesu kwa nini tuishi maisha ya kutokutegemea nguvu za zalizaso